Mara baada ya kifo cha Yesu pale msalabani, maandiko yanatuambia ya kwamba alishuka mpaka kuzimu, na huko kuzimu alifanya mambo kadha wa kadha, ambapo ni pamoja na kunyang'anya ufunguo wa mauti na kuzimu, yaani kuinyang'anya kuzimu mamlaka. Lakini jambo lingine ambalo alilifanya akiwa kuzimu ni kuwahubiria roho waliokaa kifungoni, alienda kuwahubiria roho waliokaa kifungoni, na hapo ndipo ambapo maswali mengi yanaibuka. Maswali hayo ni pamoja na haya kwamba hao roho waliokaa kifungoni ni akina nani, na kwa nini walikaa kifungoni, na walikaa kifungoni, waliwekwa na nani, na injili ya Yesu huko kuzimu ilikuwa inahusiana na nini, na je, vipi kuhusiana na wale watu ambao walikufa zamani katika dhambi, wale watu waliokufa zamani katika dhambi, sehemu yao katika Injili ya Yesu ilikuwa ni ipi? Je, walikuwa na sehemu yoyote katika Injili ya Yesu? Kama hawakuwa sehemu yoyote katika ujumbe wa Yesu ambao alihubiri huko kuzimu. Sasa haya ni miongoni mwa maswali machache kati ya mengi ambayo yamekuwa yakiulizwa sana juu ya habari hizi ambazo Biblia imeziandika kwa ufupi sana. Maswali haya yamekuwa yakiulizwa miaka mingi, karne nyingi, na watu wengi, watafiti wengi, wasomi wengi, kizazi kwa kizazi, e, wanauliza maswali haya na wengine wamekwenda bila kuyapata majibu sahihi ya maswali haya. Na kwa neema ya Mungu siku ya leo nimekuandalia majibu ambayo yanaenda kukuridhisha kabisa katika maswali haya, kama ambavyo Mungu atatujalia. Nikutake usitoke hapo ulipo imalize video hii, ili upate kujifunza pamoja nami mambo haya mazuri. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala na hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado uja subscribe channel hii, unapishana na mambo mengi. Subscribe channel sasa na kushare kwa watu wengine wengi na Mungu atakubariki. Ah, kwanza kabisa natamani tusome maandiko ambayo yanaonyesha Yesu alishuka kuzimu. Kabla hatujajua aliwahubiria nani, kabla hatujajua wale roho waliokaa kifungoni ni akina nani, na kabla hatujajua injili yake ilihusiana na nini, nataka tuthibitishe kwanza ukweli wa kwamba Yesu alishuka kuzimu na kuhubiri kule kuzimu. Sasa maandiko ambayo yanatajwa sana ni haya hapa. Aa, mimi nitakusomea maandiko haya katika Biblia yangu hapa nilionayo yenye Kiswahili cha kisasa, ila katika skrini yako hapo nitakuwekea maandiko ambayo yanatumiwa na Biblia za watu walio wengi e, wanaotumia Biblia za Kiswahili kama ambavyo yameandikwa. Sasa andiko la kwanza linatoka katika kitabu kile cha Petro wa kwanza. Petro wa kwanza sura ya tatu mstari wa 18 hadi wa 20. Petro wa kwanza sura ya tatu mstari wa 18 hadi 20 anasema hivi: alikufa katika mwili, ila akauishwa katika roho, ndani ya roho akashuka na kuwahubiria roho waliokaa kifungoni, yaani katika roho akashuka kuwahubiria roho waliokaa kifungoni, wale wasiotii zamani za Nuru wale wasiotii zamani za Nuhu. Na sasa hilo hapo, ni andiko ambalo pia linaleta utata tena, eh, badala ya kujibu maswali linazidisha maswali kwamba, je, alishuka kuwahubiria roho waliokaa kifungoni ni akina nani? Anasema wale wasiotii tangu zamani za Nuhu. Tangu anaposema tangu, inamaanisha ni kuanzia na kuendelea, kwa kuanzia zamani za Nuhu. Okay? Sawa lakini andiko lingine linalotajwa hapa ni la Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 6, Petro wa kwanza 4:6 anasema hivi: kwa sababu hii injili ilihubiriwa hata kwa wafu, kwa sababu hii injili ilihubiriwa hata kwa wafu. Sasa andiko lingine ambalo linatajwa sana katika madaini ni wa Efeso 49 wa Efeso 4, mstari wa 9, anasema hivi, alipopaa si kwamba alishuka kwanza katika pande za chini za nchi? Yaani hili ni swali, anauliza kwamba alipopaa si kwamba alishuka kwanza katika pande za chini za nchi. Yaani anaonyesha kwamba Yesu akupaa direct kwenda mbinguni siku ambapo kwa anaachana na wanafunzi wake siku ile anapowaaga kwamba nitawaleteni Roho Mtakatifu akapaa kuelekea mbinguni, akiwaambia eh, bakini Yerusalemu eh, alipokuwa anaachana nao. Lakini sasa hapa anasema alipokuwa anapaa siku ile, si kwamba kabla ya kupaa alianza kwanza kushuka pande za chini za nchi, anamaanisha kuanza kushuka kuzimu. Kwa sasa hapa Biblia inatuonyesha kwamba Yesu alishuka chini pande za chini za nchi eh, yani, tunaposema pande za chini za nchi haina maanisha kuzimu iko chini ambako tunachimba mashimo. No, hiyo ni lugha tu kwamba kuzimu iko pande za chini za nchi, lakini haina maanisha iko chini kweli. Umeona, ila ni lugha katika namna ya kuweka kuweka picha katika kufahamu. Lakini inatuonyesha kwamba Yesu alishuka kweli chini, lakini alienda mpaka kwa wafu alienda mpaka kwa zile roho za watu waliokufa zamani kabla yake, lakini pia inaonyesha alipofika huko, aliwahubiria eh, aliwahubiria baadhi ya roho waliokaa huko chini. Hatujui kama aliwahubiria wote au aliwahubiria baadhi, lakini alihubiri injili alipokuwa kwa kuzimu. Sasa aliwahubiria wote au aliwahubiria baadhi? Ah, tuendelee kubaki hapa, tutapata majibu. Sasa uh, neno ambalo linatumiwa pale, maana tunaanza kuangalia kwanza kama yalivyoandikwa, yalianza kuandikwa kwa lugha ya Kiebrania na Kiunani. Sasa tunaanza kuangalia katika hizi lugha mama ndio tupate tafsiri, ambapo Shehol ni neno la Kiebrania linalomaanisha ulimwengu wa wafu. Shehol, neno la Kiebrania linalomaanisha ulimwengu wa wafu. Eh, lakini pia uh, hades ni neno la Kigiriki ambalo limetafsiriwa kutoka katika lile neno la Kiebrania la Sheol ambapo inaonyesha mahali pa wafu, ambapo katika Kiswahili ndo tunalipata neno kuzimu. Sasa kuna watu wanalitafsiri wana, wana, wana wana eh, kwa tafsiri tofauti tofauti lile neno kuzimu, kulingana na matumizi. Wengine wanasema oo, nilienda kuzimu nikarudi, umeona, kulingana na matumizi. Lakini kuzimu tunaoizungumzia hapa ni kuzimu ya watu waliokufa, yaani mtu anapokufa eh, anakwenda huko kuzimu, umeona, sehemu ambapo watu wanakuwa wanakaa wa, wa, wa, wa, huko wakisubiria hukumu yao. Sasa tunaposoma maandiko tunaposoma maandiko tunaposoma maandiko, kabla hatujaenda hatujaanza kuangalia injili ya Yesu, natamani tuifahamu kwanza hiyo kuzimu vizuri. Ya ili, ili tunapoanza sasa kuiongelea hiyo injili ya Yesu huko, tunakuwa tushaifahamu kuzimu vizuri. Sasa hiyo kuzimu, ukisoma Biblia, kama we ni msomaji mzuri wa Biblia, utagundua kwamba kuzimu ilikuwa imegawanyika katika sehemu kubwa mbili kabla ya kifo cha Yesu, yaani kabla ya Yesu kufa, kuzimu ilikuwa imegawanyika katika pande kubwa mbili, ambapo upande wa kwanza ulikuwa ni upande wa raha, ambapo upande huo unaitwa kwa jina maarufu kama paradiso, lakini upande wa pili ulikuwa ni upande wa mateso, upande wa mateso. Kwa hizo ndo pande mbili ambazo zilikuwepo huko kuzimu. Kuzimu ilikuwa ni moja, lakini ikiwa imegawanywa katika pande mbili. Sasa utajiuliza, imeandikwa wapi? Imeandikwa katika kitabu cha Luka kumi na sita katika mfano wa Yesu ambao aliutoa mfano halisi kabisa wa tajiri na Lazaro. Ule ni miongoni mwa mifano halisi kabisa ambayo Yesu alikuwa ameitoa, ambapo maandiko yale ukisoma utagundua kuwa alipokufa Lazaro alikwenda sehemu ya raha ambayo ilikuwa ni paradiso, alafu alipokufa tajiri alikwenda sehemu ya mateso, ambayo ndio hiyo sehemu ambayo watu huteswa kulingana na kulingana na makosa yao ambayo waliyafanya lakini katika kipindi hicho kuzimu ilikuwa imegawanywa imetenganishwa ime na bonde kubwa, ni upande wa mateso watu wanateseka, na upande wa raha watu huku wamepumzishwa. Lakini pamoja na kwamba wamepumzishwa, nao wanaingojea hukumu. Ani, kila aliyeko kuzimu alikuwa wanaingoja hukumu. Hakukuwa na mtu yoyote ambaye alikuwa kuzimu ambaye angoji hukumu. Sijui kama unanielewa. Na hukumu gani ambao walikuwa na, na ngoja wote walikuwa na ngoja hukumu ya mauti. Wanadamu wote waliokuwa kuzimu walikuwa wanangoja hukumu ya mauti. Haijalishi aliishije duniani alikuwa mwema au mbaya, wote walikuwa wanangojea hukumu ya mauti, kwa maana maandiko anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa utasema je, walioenda kuzimu wote walikuwa wamefanya makosa, walikuwa wamefanya dhambi? Hilo ni swali zuri sana la kuuliza kulingana na madai kwa maana wote waliokuwepo kule walikuwa wanangojea hukumu. Umeona? Ingawaje, sasa hawa walioishi katika neema ya Mungu na mapenzi ya Mungu, ingawa walikuwa wanangojea hukumu ya mauti, lakini walikuwa hawateseki kama hawa wengine ambao walikuwa wanateseki. Kwa hiyo hawa ambao walikuwa hawateseki, tunaona mfano wa Lazaro ambaye alipumzika kifuani mwa Ibrahimu kwa tangu wakati huo. Sasa mfano wa Yesu, watu wameipa nickname, hiyo sehemu kuitwa kifuani kwa Ibrahim, kwamba watu walienda kupumzika kifuani mwa Ibrahim. Haina maana kila aliyekuwa anakufa alikuwa anaenda kupumzika kwenye kifua cha Ibrahim, kilikuwa kikubwa. Hapana, ilikuwa ni jina tu, kulingana na huu mfano ambao Yesu aliutoa. Ila kama nilivyosema, wote walikuwa wanaisubiria adhabu, walikuwa wanaisubiria adhabu ya mauti, adhabu ya moto kwa milele. Kwa hiyo kwanzia kina Ibrahim kwanzia wakina Yakobo wakina Isaya wakina Danieli, wote waliokufa walikuwa wanaisubiria adhabu ya moto, na hao wengine waliotenda dhambi walikuwa wanasubiria adhabu ya moto. Lakini katika kusubiria hiyo hukumu, hawa ambao walikuwa katika Mungu hawakuwa wanateseka, ila hawa ambao walikuwa katika dhambi na anasa ndo walikuwa wanateseka. Sasa, Uh, najua nazidi kukonfuse nazidi kukonfuse baadhi ya watu lakini, kuna baadhi ya watu nazidi kuwaongezea kuwa, kuwa kitu katika ufahamu wao. Kuna baadhi ya watu wanazidi kuchanganyikiwa kuna baadhi ya watu wanazidi kufunguka katika ufahamu wao. Yote jua yote nataka yote jua yote nataka nikwambie kwamba wote kwa tutakuwa katika sehemu moja tutakapomaliza sehemu somo hili kwamba tutaelewa vizuri tutaelewa vizuri. Sasa, jambo ambalo nataka tuliangalia hapa sasa ni kwamba hao roho ni akina nani walioenda kuhubiriwa? Hao roho waliokaa sehemu ya wafu ni akina nani? Ni akina ni nani sasa? Aa, kuna majibu tofauti tofauti hapa, ambapo jibu la kwanza ni roho za wanadamu waliokufa tangu wakati wa Nuhu ni roho za wanadamu waliokufa tangu wakati wa Nuhu, hawa walikufa kwenye gharika kwa sababu ya uasi. Umeona, hawa walikufa kwenye gharika kwa sababu ya uasi kwao. Yesu alipokuwa anawafikia hawa watu walioanza kufa katika dhambi tangu kipindi kile cha Nuhu, anaposema tangu kipindi cha Nuhu, tunaposema kipindi, kipindi cha Nuhu, tunaanzia kipindi cha Adamu mpaka Nuhu, ndo muula wa kwanza kuanzia kipindi cha Adamu mpaka kipindi cha nu pale eh, kipindi cha Adam mpaka kipindi cha nu eh, zile zama zinahesabika kama zama moja, kwa tunaposema tangu kienzi za nu inamaanisha maisha kabla ya nu kabla ya garika eh, mpaka wakati wa Adam kule nyuma eh, wote hao, kwa tunaposema tangu wakati wa nu kuanzia mwanzo wa dunia mpaka mpaka mpaka mpaka kipindi hiki ambacho Yesu anakufa, wale roho wote Yesu anawahubiria sasa anawahubiria nini? Aliwahubiria si kwa lengo la kuwaokoa sasa. Watu hapa naomba waelewe kwamba injili ya Yesu haikuwahubiria kwa ajili ya kuwaokoa wale roho waliokaa kifungoni, bali alienda kutangaza ukweli wa hukumu na ushindi. Kwa injili ya Yesu ilikuwa ni kutangaza hukumu, kwamba sasa mtahukumiwa rasmi. Kwa hiyo pale walipokuwepo, walikuwa bado hawajahukumiwa rasmi kwa sababu bado walikuwa hawajui nini kinaenda kutokea. Lakini sasa kilichotokea, alienda kutangaza hukumu na ushindi. Alienda kutangaza hukumu na ushindi, kwa sababu gani anatangaza hukumu na ushindi? Anatangaza hukumu na ushindi kwa sababu hii hapa kwamba wale watu walikuwa wanawatukana sana watu wa Mungu, walikuwa wanawatabisha wanawaona wamechanganyikiwa, wanawaona hawana akili, wanawaona wamepotea, wanawaona ni wajinga. Kwa hiyo sasa Yesu anaenda kuwaambia hawa si wajinga, wajapoonekana wamepotea katika njia ile, lakini si wajinga, wajapoonekana wajinga, lakini hawajapotea. kwa anaenda kuwatangazia sasa hawa ndio wameshinda. Lakini jambo la pili, Yesu anaenda kuwahubiria malaika waliotenda dhambi. E, malaika waliotenda dhambi ambao hawa ni malaika ambao waliasi pamoja na Shetani, ambapo baadhi yao kwa asilimia kubwa wamefungiwa katika kifungo cha kungoja hukumu yao. Kwa sasa Yesu anaenda kuwahubilia na kutangaza kwamba mpango wa Mungu ulikamilika na hukumu yao ni ya hakika, ufalme wa Mungu umeshinda. Anaenda kuwatangazia kwamba ufalme wa Mungu umeshinda, eh, Ufalme wa Mungu umeshinda. Lakini jambo la tatu kuhusiana na hii injili ya Yesu ana, na hili ndio jambo la muhimu kuliko mambo yote, hili hapa ni kwamba Yesu anaenda kuwatoa wote wenye haki waliokuwa wakisubiria hukumu, anaenda kuwatoa watu wote wenye haki waliokuwa wanasubiria hukumu aliwakomboa wenye haki wa Agano la Kale wote, e, ambao walikufa katika lile Agano la Kale na kabla ya Agano la Kale, Yesu alienda kuwaokoa uko kuzimu. Kwa nini walikuwa kuzimu? Labda hilo ndo swali ambalo nilisema nitalijibu hapa. Ni kwamba hawa wakina Ibrahimu, wakina Isaka, wakina Yakobo, ni kweli walikufa katika Mungu, walikufa katika utakatifu. Wakina Musa, wakina Danieli, wakina Daudi walikufa katika neema ya Mungu. Umeona, pamoja na kwamba walikufa katika neema ya Mungu, bado walikuwa wanahukumiwa mauti, kwa sababu ile dhambi ya Adamu ilikuwa bado haijalipiwa. Dhambi aliyoifanya Adamu ilikuwa bado inawadai, bado inawatafuta, bado haijalipwa. Kwa maana hiyo, kila mwanadamu anayezaliwa chini ya jua, kwa, ma, kwa maadamu tu dhambi ya Adamu haijalipwa Aishi maisha mema, aishi maisha mabaya, bado atahukumiwa mauti, kwa sababu dhambi ya Adamu bado inawatafuna. Kwa hiyo Mungu sasa akaangalia, nifanye nini kwao, kwao, kwao wote waliokuwa wanakufa, wale walikuwapo, wanaenda kuhukumiwa, wanaenda kuhukumiwa moto. Na Mungu ni Mungu wa utaratibu, asingeweza kuwaokoa kwa namna yoyote isipokuwa ya Kristo Yesu ambaye yeye sasa anaenda kuwa Adamu wa pili, anaenda kulitengua lile kosa la Adamu, analilipa yeye. Na baada ya kulilipa lile kosa, sasa anaenda kuwaambia wale watu na kuwahubiria kwamba yule mtu ambaye mulikuwa munamhubiri, ambaye mulikuwa mnamsubiri msubili manake tangu Uh, kabla hata hawajafa uh, walikuwa wanamsubiria Yesu mpaka kifo chao, wanasubiria huyo Masihi ambaye ametabiriwa kwamba yupo mtu ambaye atakuja kuwaokoa kuwa wanadamu na dhambi zao. Mpaka wanakufa walikuwa hawajawahi kumwona huyo mtu, wala hawajui atakuja lini. Ndio maana maandiko katika kitabu cha Petro anasema hivi: manabii wa zamani walitafuta, tafuta kujua ni wakati gani ambao atakuja huyo Bwana, lakini hawakuweza kuonyeshwa wakati huo. Kwa sasa, wamekufa wapo kuzimu, bado wanangoja ni lini watakuja kuokolewa. Kwa hiyo damu ya Yesu pale msalabani inasimama kuwa damu ya agano thabiti inawaokoa waliokufa tangu enzi za Adamu mpaka mwisho wa dunia. Kwa hiyo anawaokoa waliokufa kabla yake, waliokufa kipindi chake, waliokuwepo hai kipindi chake, na watakaozaliwa baadaye. Kwa hiyo ni damu ya agano ambayo inaanza kulistore mahusiano ya Mungu tangu shina aa, la Adamu kule mpaka mwisho wa ulimwengu. Kwa sasa walioko kuzimu kule wanamsubiri mwokozi aje kuwatoa katika kifungo e, wamekaa wanasubiri. Sasa Yesu anaenda kuwahubiria, mimi ndo yule mwana wa Adamu, mimi ndo yule mwana wa Mungu, mimi ndo yule Masia ambaye ninyi mlikuwa mnanisubiri, mnanisubiri na mpaka mauti unawafika hamkunipata, hamkuniona. Eh, na sasa ndo nimekuja kuwaokoa, ambapo ukisoma kitabu cha Mathayo ishirini na saba mstari wa 52 hadi 53, anasema hivi, makaburi yakafunguka, wakafufuka watakatifu wengi waliolala, wakaingia mji mtakatifu. Hii ni mara baada ya Yesu kufa pale alipokata roho, tunakumbuka, makaburi yalifunguka, wakafufuka watakatifu wengi waliolala, wakaingia mji mtakatifu. Inaonyesha kwamba Yesu aliwafungua wenye haki kutoka katika ile sehemu ya Hades kule kuzimu ambako walikuwa wametulia, ingawa walikuwa hawapo katika eneo la mateso, lakini aliwaokoa kutoka kule. Sasa akaenda kuwapeleka katika paradiso halisi, ambayo hiyo ni paradiso halisi, na kwa hiyo akaitenga kuzimu ya mateso na paradiso ya wenye haki, kwao akawatoa pale, kwa hiyo kufufuka kwa yale makaburi yale, kuonekana wale wafu waliokufa zamani, ilikuwa ni ishara ya kuwatoa na kuwahamisha kutoka kule kuzimu ambako walikuwa kuwepo na kuwapeleka sehemu nyingine ya paradiso halisi ambapo Waefeso 4 mstari wa nane anasema kwamba alipopaa juu aliteka mateka na kuwapa watu karama. Yesu alibebwa na kundi kubwa la mateka alipokuwa anaondoka, anapaa juu. Wakati anapaa aliondoka na watakatifu wengi sana, ambao walikuwa wamekufa katika kipindi kile cha agano la kale. Ndio maana Yesu alikuwa na uhakika wa asilimia mia moja, anamwambia yule mtu pale msalabani kwamba hakika, leo hii nitakuwa pamoja nawe peponi. Anasema hakika leo hii tutakuwa pamoja peponi, yule mwizi msalabani. Na katika kifo chao Yesu alikufa mapema kabla ya wale wezi, sijui unanielewa. Wakati wale watu watatu wamesulubiwa pale msalabani, wawili walikuwa walikuwa ni wezi wanyang'anyi, mmoja ndo alikuwa Yesu. Yule mmoja akamziaki Yesu, yule mwingine akamkemea aliye mzi yake, alafu akamwambia Yesu unikumbuke. Alafu Yesu akamwambiaje? Akasema hivi, hakika leo hii nitakuwa pamo, utakuwa pamoja nami peponi. Leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Baada ya kuyasema hayo, haikupita muda mrefu Yesu akakata roho. Alipokata roho Yesu akashuka kuzimu, akapokonya mamlaka ya funguo na mamlaka ya kuzimu na mauti, akahubiri hiyo injili, akawathibitishia wale waliokufa tangu enzi za Nuhu kwamba hakika hukumu yenu sasa ni halisi, hukumu yenu sasa ni halisi eh? Lakini akaenda kuwathibitishia wale watu ambao walikufa wakimngojea masia kwamba mimi ndio ule masia, na sasa nimekuja kuwatoeni, tunalikamilisha lile agano. Na baada ya hapo tunaona makaburi ya watu wengi akafunguka, wakawa wanaamishwa. Na baada ya kuamishwa sasa, tunaona kilichojiri pale, wale wanyang'anyi wawili waliokuwa msalabani eh, wakati huo wanashangaa shangaa tu, na wakati lo mapema kwa wakavunjwa miguu ili wakati lo mapema kabla ya sabato kwa walipokuwa wanavunjwa miguu, si ndo akaja wakafa. Kwa wanapokufa yule mmoja anapokufa, anajikuta tayari anapokelewa na Bwana Yesu kwa peponi tayari, aishia wapeleka katika paradiso halisi. Sijui kama utakuwa umenielewa hapo na mimi sasa hapo, watu wengi wanaanza kunielewa. Kwa hiyo, kwa hiyo Ah, mambo ambayo tumeangalia hapa ni kwamba Yesu alimhubiria nani kuzimu? Ni kwamba aliwahubiria wale wote waliokufa katika dhambi tangu enzio, kwamba sasa hukumu ni halisi na agano limekwisha kamilika. Lakini pia Yesu anawatangazia ushindi wale ambao walikuwa wamekufa eh, katika haki kabla ya Kristo na kuwaondoa katika ile ile ile kuzimu ile ya kusubiria hukumu na kuwapeleka katika paradiso halisi. Kwa hiyo hiyo ndio Injili ambayo Yesu alikuwa anahubiri kuzimu. Aa, kufika hapo tutakuwa tunahitimisha somo hili kwa leo. Lakini kama kuna maswali mengine ambayo yatajitokeza basi tutaendelea kulifafanua siku hadi siku hadi siku mpaka pale watu tutakapoelewa kabisa. Lakini lengo la somo hili ni kuonesha kwamba wokovu wa Yesu, huu halisi wokovu wa Yesu huu halisi, na mtu yeyote anayempokea Yesu, ajapokufa atapokelewa na ataishi, ajapokufa katika hiyo paradiso halisi, katika hiyo paradiso halisi. Jina langu inaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala na hii ni hazina ya kanisa kama uja subscribe channel hii ni kuombe usubscribe sasa na ushare kwa watu wengine wengi na Mungu atakubariki na kama unatamani ama unapenda kuungana pamoja nasi katika huduma hii basi namba zetu ni hizo hapo unaweza ukatusapoti kwa sadaka yako unaweza ukatusapoti kwa mchango wako ili kazi ya Mungu iendelee kufanyika kwa ubora na kwa wakati. Tunakabiliana na changamoto nyingi sana, ambapo ukituwezesha tunaweza tukafanya mambo makubwa kwa wepesi. Tunafanya mambo kwa ugumu, lakini utakapotuwezesha tutafanya mambo kwa wepesi, na mwili wa Kristo utajengwa na kazi yako, na sadaka yako haitasaulika mbele za Mungu. A, Mungu akubariki sana.